Bwana tu wewe utamuitaja mtoto wa kike kwenye vikao vya kiume eh? Mtoto wa kike aruhusiwi kushiriki kwenye masuala ya milasi. Ha, atu, jadili, ena, tumeshakubaliana hii nyumba kama tunauza tuuze tugawane, mimi na wewe. Yule ahusiki na atakiwe apewe chochote. Sasa wewe tabia zako za kumtajataja hapa kumtajataja, mpaka asikie kule aanze kuona siyo nini, atakiwi kupewa hata mia, mtoto wa kike ila sasa hapo hata oh, ndo bora mnaongea pekee, nasikia mambo ya nyumba. Hmm? Mambo ya nyumba imekwaje? Mbona mnaongea peke yenu, atuitani atuitani? Nani kakuita? Nani kakuita? Aje, nita mtu nimesikia mnaongea mambo ya nyumba. Sasa sisi wanaume tunajadili, wewe unakuja kufanya nini? Nisije kwa nini wakati wote wenye nyumba huko ndani? Au nisi kapike mboga huko acha. Ah, sio kweli jamani, msinifanyie hivyo. Mimi pia binadamu. Sawa, mimi mtu wa kike, lakini mimi pia binadamu. Wewe, wewe kwenye nyumba hii unahusika nini? Kwa nini sitaki kujua nini kinaendelea kwenye nyumba? Kwa nini sitaki kujua? Unahusika nini? Kwa nini nisitaki kujua? Wewe sio binadamu. Sio wewe sio binadamu kwenye familia mm -hmm. Watoto wa kike hawaruhusiwi kupewa vitu vya kulisi. Sawa? Huyu hata akizaa mtoto hapa, si ndio? Mm huyo -hmm. Mtoto hawezi kusimama kwa jina letu sisi. Aya mm -hmm. Kwa mfano tuuze hii nyumba, tumgawie huyo pesa. Usa enda kumgia bwanake wanaenda wanaboda boda naanza maisha. Siku akitimuliwa. Ah, mm -hmm. eh. Atamnyang'anya bwanake mm -hmm. boda boda. Hapana. Si anamwachia pikipiki, anaendelea bwana yake anaendelea kutajirika, yeye anakuja anarudi kwetu. Sasa kwa nini tumpe hela? Inatakiwa hela tuwe nazo sisi, kama tunaenda kununua viwanja sehemu, tunajenga tunajenga, huyo akishindwa huko mwanaume wake anakimbilia kati ya kwako kwa kwangu sasa. Kwa, kwa, kwa nini tumpe hela? Eh? Kwa hapa nyima haki zangu. Kila mtu anatakiwa apate haki zake. Mimi sina akili ngamle mtu bodaboda kwa sababu gani? Ah, yani ipo hivi dada. Oh, lengo sio baya kama hapa tunauza sisi tunagaana, kwa kuwa na sisi ndo watoto wa kiume wewe. Mm, tunakuwa kama tunakushikia, si ndio hivyo bwana? Ah, ah, na sio tunamshikia huyu, apewi kabisa. Tumwambie tu kwetu, simfariji huyu, apewi kabisa kwa sababu mtoto wa kike mda wote akui ni mtoto tu, sawa. Huyu unavyomona kutompa kabisa, mbona kama tunakuwa na mkatili. Sikia nikwambie kitu, kitu. kitu. kitu, mwanamke ana maneno ya huruma sana, ila ukikaa naye tu karibu anakunyoa kipala. Umeona akina Samson kwa zamani alivyotekwa na kina Delila, ndio wana maneno matamu ukiwagea tu, ila ni nafasi wanakupunguza nguvu. Sikia, huyu haruhusiwi kupata chochote. Mahitaji yake yote muhimu, sijui kula, sijui nini, kiloba cha unga anaweza kanunuliwa, sawa, vijola anaweza akapewa, lakini haruhusiwi kupewa pesa keshi akafanya mambo yake. Mtoto mdogo apewe bila mwanamke akui na kukaa ukakukaa wapi sasa, sisi ndo tutajua tupange unakaa wapi, kwa sababu tukigawana sisi kama tutawahi kununua vinyumba au tutanunua viwanja tukajenga, huyu ndo atakuja kukaa akiolewa, anaondoka kwa mwanaume wake. Ah, huo sasa uonevu, haiwezi kwa kweli, uonevu. Ah, uonevu kabisa. Wapo kwa kwanza kabila letu aliruhusiu mwanamke kulisi, alafu sasa tukianza kumrezisha huyu tutakuwa tumekiuka mila na matamaduni za mababu. Haya, wewe uko tayari kuokosea mezimu? kama mkiwa, wakati pesa zipo. Mkiwa vipi kati sisi tunakulea mwanamke anamiliki nyumba mwana au baa, mi nawazi kama tuta tutananilizi mali yetu, mpe hata robo tu. Kwa sababu sasa wewe hapa, mimi nitafanya kitu kimoja: hii nyumba kama nitaiuza milioni themanini, ile kwenye milioni yako hmm. arobaini nitakayokupa wewe. Kwanza na wewe pia, umri wako huwezi kupata sawa na mimi, unaweza ukapata hata ishirini thelathini hmm. ndio utaangalia cha kumpa huyu. Sawa, lakini pia usini, yaani usinihukumu kwa chochote. Huyo akitokea akakusaliti ah, sasa hivyo naye na kwa so kweli, kutokana na sisi tumezaliwa watatu eh, tukisema tugane sisi wenyewe, huyu inakuwaje? Haya, ndio maana nimesema hivi, kwenye mgao wako utamwangalia ndugu yako. Sawa, mimi kwanza sina undugu na watoto wa kike kwa sababu wakizaa watoto hawafanani na ubini wetu. Huyu akizaa mtoto saizi hapa, haya, anafanana na wewe, ubini wako, ataitwa jina lako. Ukiona anaitwa jina lako ujue bwana mwanaume wake kamkimbia Ndo huwa wanaamua tu mtu fulani fulani wanamuita tu jina lolote kwa sababu wana hasira, ila watoto zake sina. Kwa ndugu zetu, wewe una ndugu, wewe ndugu yako ni mimi, hata tukichana hapa vina saba tunafanana. Wewe mtoto huyu unaweza ukaufanana naye. Haya, huyu kaolewa na Mwalabu, mtoto wake unakuwa unafanana naye, lakini yeye ni mjomba wake na yeye ni wajomba zake. Mjomba sio ndugu yako, mjomba ni mshikaji tu au rafiki. Wewe hujajua kwenye familia zingine mjomba? Haya, mimi hizo zilikuwa huko. Enzi za mababu na mabibi. Leo hii unasema mambo haya, kuna utandawazi kibao, jamani Umono, maisha yameendelea. Sisi tunaishi kwa mila na desturi, masuala ya utandawazi sisi tunayaangalia tu, sisi tunalisi vitu vyetu kwa babu. Mimi nishakuona wewe unalombaa toka zamani, wewe unisikia. Wewe ulishia kumuona nani kwenye familia yetu zamani kalisishwa hata mti wa mwembe? Mimi zamani nilikuwa. Sasa mimi ndio nakwambia mimi si mkubwa. Mimi ndio nakwambia sasa zamani halisi mwanamke hata mti wa mwembe. We una, tena zamani hata mwanamke kwenda kupanda panda vitu tu kwenye kwenye viwanja vi, vya familia haruhusiwi. Basi mambo yasiwe mengi, hii nyumba tuendelee tu kubaki nayo, hayo maduka aendelee kuwepo na hicho na, na kiwanja sijui shamba, basi kusudi tukisema tuanze kugawana hapa, ndio hiyo inatokea huu mtafaruku, sio itokee kugawana, sisi hatugawani mm. sisi kwamba tumechoka kukaa hapa tayari, tumeshakaa muda mrefu, tumezaliwa hapa kuwa... Alafu we olewa, wewe huyu Unang'ani... anang'ania mali zetu, kwa sababu hataki kuolewa, lianataka kuendelea kukaa hapa litubane bane sisi hapa, tusiwe na tusiingize wanawake zetu ndani. Wewe unakalia nini hapa, usiende kwa mume wako? Mtu mzima wewe, sio ndio na familia saa hizi, ukazeekea kwa mume wako, wewe utuetee sisi vidotototo vije ku, sio kujua mwenyewe sio kujua mwenyewe tatizo lako, unaingilia mambo ya kiume, ndio maana hata mwanaume aku, akuoni wewe ungekuwa utaki milasi ungekuwa mtoto wa kike mzuri tu, unatembea tembea babani huko, unadangadanga, watu wanakubeba, unataka na wewe upate eti kiwanja, upate kiwanja. Wewe nani? Sikia, ongea naye huyu. Mimi nishamaliza hapa, aolewe, aondoke, atuache sisi huru, tuuze vitu vyetu tugawane. mm. Kama haiwezekani, na wewe pia mimi nitakutenga, kwa sababu nishaona kwamba uko karibu na mwanamke. ah. mm. yani, haiwezekani kwanza mpaka Hmm. Kwanza hapa hakuna kitakachouzwa chochote. Nishaona ni yenu nyinyi kunidhulumu mimi. Alafu ukiongea usifanye hivi, ukiongea usiweke kidole hivi. Unaongea na nani? Wewe mimi na ndevu. Sawa. Hata hiyo dini yenyewe mwanamke anapewa serusi, nusu mwanaume anapewa kizima. Hata hiyo dini yenyewe inasema hivyo. Kwa nini si nyinyi mseme kwamba mimi nisipate kabisa inawezekana? Sisi hatuendeshwi na dini, tunaendeshwa na mizimu. Asi, tuache tusiuze nyumba. Wewe ongea naye huyu. Ana anachokipata. Yeye kama ana mambo yake ya dini huko huko, msikilize. Ile tapeli atakuja kuitapeli nyumba hii, wa msikilize tu yule, kashochanganyikiwa. Kwani kweli unataka ulisida?